Takriban miaka kumi iliyopita Kassim Majaliwa, ambaye alikuwa ametumikia muhula mmoja tu wa ubunge na akichukuliwa kwa mmoja wanasiasa wa changa nchini, alipendekezwa na Rais Dr John Magufuli kwa waziri mkuu wa kumi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wakati huo, aliweka rekodi ya kuwa mwanasiasa wa kwanza nchini ambaye alitoka kwa naibu waziri hadi kuwa waziri mkuu moja kwa moja pasi na kuwahi kuwa waziri. Kama ambavyo hakutarajiwa wa wakati akitangazwa wa kuwa waziri mkuu, leo hii katika tukio ambalo alikutarajiwa na wengi, Majaliwa amewatangazia wapiga kura wake wa Ruangwa kwamba hataingia kwenye kinyang'anyiro cha mwaka huu. na kwa nafasi inaonayo mimi, ni mjumbe wa kamati kuu na halmashauri kuu ya CCM Taifa, bado naendelea kutokana na majukumu haya kuacha nafasi hii na kuwaruhusu wana Ruangwa wenzangu waendelee, wale ambao nilikuwa naona wanapenda kushiriki kwenye maendeleo yetu, wale ambao niliungana nao katika kufanya kazi za maendeleo ya wilaya Ruangwa, ambao leo wameshaanza kuchukua fomu, wanakuja kwenu wananchi, kuja kuendeleza jitihada ambazo tumezifanya kwa pamoja, kuja kuendeleza utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kuja kuhakikisha kwamba Ruangwa inapaa kwa kasi, na naamini wote wamekuja, kila mmoja ana uwezo wake, tunatarajia jitihada zake binafsi, lakini mshikamano ambao sisi tutawapa, na mimi mwenyewe nitakuwa pamoja nao wote pamoja, waliokuja kuchukua fomu mm. Lakini baada ya mchakato huu yule ambaye atapewa dhamana ya Chama cha Mapinduzi kupeperishwa bendera na kuingia madarakani hatutamwacha peke yake. na hapa wana CCM wanaeleza namna walivyopokea taarifa kwa kutoendelea kuwa mbunge kwa Majaliwa na yale ambayo watayakumbuka kwake. Ni kiongozi wa mfano kwa wote, na kama utakumbuka uta uta wakati kipindi chake kile cha kwanza, amekuwepo ame na pamoja na Mheshimiwa Mnanii Magufuli. E, kazi ambazo alikuwa anazifanya wote e, tulikuwa tunaziona tuna, tuna, tuna amefanya kitendo cha kishujaa kwa kuamua kuiachia hii nafasi. Kwa kweli, najua kwa wananchi wa Rwangwa watapokea kwa masikitiko makubwa, jinsi walivyokuwa wanaishi naye vizuri kiongozi wao. Ni kweli ni kiongozi ambaye amefanya kazi kwa weledi mzuri sana. Kwa hiyo alichojifanya Majaliwa ni kizuri, nimejifunza. Hata kama mimi niko kiongozi niongoze basi ifike muda sema hapana, pamoja watu wananihitaji na mimi niko tayari kuwatumikia, lakini hivi sasa imetosha, nikae pembeni. Matumaini yangu serikali wamemuona ambacho amekifanya wa kwa kipindi ambacho alikuwa anaongoza. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba anaweza wakampa nyazi nyingine za juu huko, akazidi kulif, akazidi kufanya vizuri tena, hiyo itakuwa sio kwa, kwa mkoa tu. Nurdin Selemani, Azam News lakini wacha tuangazie Majaliwa. Kassim Majaliwa ni nani hasa tunayemzungumzia hapa? Historia yake fupi inaonyesha kwamba alizaliwa Desemba 22 mwaka 1960 huko mnacho kule Ruangwa lakini kitaaluma ni mwalimu aliyebobea katika michezo, na amepata mafunzo katika vyuo mbalimbali hapa nchini kuanzia pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, lakini vile vile Finland na Sweden. Na vile vile ni baba wa familia ya watoto wanne mpaka hivi sasa. Na basi tuangazie e, maisha yake kisiasa kwamba alikuwa mkuu wa wilaya ya Urambo kwa mwaka elfu mbili na sita lakini vile vile katika wilaya ya Rufiji kwa mwaka elfu mbili na tisa na akawa mbunge kwa mwaka elfu mbili na kumi kule Ruangwa na naibu waziri wa TAMISEMI kwa elimu uh, kwa upande wa elimu kati ya mwaka elfu mbili na kumi hadi mwaka elfu mbili kumi na tano Umantiki hiyo sasa, uh, tuangazie mawaziri wakuu ambao wamewahi kuhudumu uh, muda sawia na Majaliwa. Kassim Majaliwa, Frederick Sumaye amehudumu na nne lakini Kasim Majaliwa ambaye tunamzungumzia hapa, yeye amehudumu kwa siku elfu tatu mia tano kumi na mbili na Mizengo uh, Pinda yeye pia amehudumu kwa siku elfu mbili mia nane ishirini na sita Huyo ndio Majaliwa, Kasim Majaliwa tunayemzungumzia hii leo. mm -hmm. So, sasa so hivyona pamoja na wasifu huo, sasa nipo hapa na Said Miraji, mchambuzi wa maswala ya siasa Tuangalie hili lina tafsiri nini? Said, karibu sana. Nashukuru, asante. Nimefurahi sana kuwa na wewe. Em, tuliangalie hili. Siku kadhaa zilizopita, uh, waziri mkuu Kassim Majaliwa alitangaza uh, nia kwamba ataendelea, yeah. Lakini uh, leo amebadilisha mtazamo. Hii ina tafsiri nini? <laughs> ina tafsiri kubwa kidogo. uh -huh. Uh, kwa mtazamo wa kawaida siku zote ukiwa na nafasi kubwa kama ya waziri mkuu uh -huh maana yake maamuzi yako, matendo yako na hata maisha yako kwa ujumla, yanakuwa yana interest za taifa, yana interest za walio wengi, na huna maamuzi yanayokuhusu wewe mwenyewe kama wewe mwenyewe. Nadhani wa, mawaziri wakuu wengi wanapokuwepo bungeni kama siku kama ile, huwa wanatumia fursa kama ile kutangaza mipango yao binafsi, kwa mfano, nataka kuendelea au sitaki kuendelea, ni wake mwenyewe binafsi. Lakini ukitoka pale kuna watu chungu mzima wanaoweza kukushauri vitu chungu mzima. mm -hmm. Ah, mzee, mbona hukutwambia bwana? Mzee, mbona hivi bwana? Sasa inaonekana labda pengine mm -hmm. Mheshimiwa Waziri Mkuu pale alikuwa na dhamira, lakini baada ya kutoka akatafakari mm -hmm. na watu wake wa karibu, na baada ya kuwa ameshatangaza akaona kuna haja ya kwamba nipumzike mm -hmm. ambapo wenyewe wachambuzi wa masuala ya siasa hamwoni pengine labda mtazamo um, huu huenda kila mmoja akawatafsiri kwa namna yake, na, na pengine kwenye jamii kila mmoja akaondoka na njia yake na, na maoni tofauti tofauti, bila shaka hilo lipo, ya, maoni yapi yatalala, uh, upande upi zaidi ambapo uh, tuseme maoni yatakuwa chanya ama hasi zaidi kwa yeah. sababu uh, tumezungumza siku kadhaa nyuma alitangaza uh, kugombea na leo ametangaza kutokugombea, yanaweza kuwa na sehemu zote mbili, hasi na chanya Nikupe mfano uchaguzi mdogo uliofanyika karibuni katika jimbo la Konde. Kuna mgombea alitoka chama cha Mapinduzi, akagombea akapita tu kwenye taratibu zote, akaingia kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi, tume wakamtangaza kuwa mbunge. Baada ya kuwa mbunge, muda mfupi tu akatangaza kwamba nina matatizo ya kifamilia, nimeamua kujiuzulu ubunge. Sasa watu wanajiuliza haya matatizo ya kifamilia yamekuja jana na juzi ama vipi? Kwa hivyo, pia zipo kauli, watu wanaulizana mheshimiwa waziri mkuu, kuamua kwake kwamba basi ni yeye mwenyewe tu ama kuna msukumo mwingine? Lakini mwisho wa siku ni suala binafsi la mtu kuamua kuchukua fomu na kuto kuchukua linabaki ni haki yake kwa mujibu wa katiba, mm -hmm. Kwa hivyo yeye mwenyewe kaamua mm -hmm. Haki hiyo katika kutimiza demokrasia yake mm -hmm. Kwamba sasa nipumzike. Ivona, Ivona ametupitisha uh, kwenye historia yake, maisha yake ya siasa ni kama mtu mwenye bahati hivi. Uh, amekaa bungeni miaka kumi na mitano. Yeah. Miaka mitano akiwa, uh, akiwa mbunge mm -hmm. Lakini naibu waziri wa TAMISEMI baada mm -hmm. ya hapo kuwa waziri mkuu kwa miaka Uh, kumi, kumi. Akizidiwa siku mia moja sabini na mbili na Sumaye, na Sumaye. E, hii pengine watu walitafsiri kwamba angeendelea kupanda zaidi kwa sababu ni muda mchache hmm. Na hakuwahi pia kuwa waziri kamili, alikuwa naibu waziri mpaka kuwa waziri mkuu hmm. Sawa, watu wanaweza kutafsiri kwamba pengine ingekuwa ndio waziri mkuu wa kwanza kuweka rekodi ya kwenda zaidi ya miaka ya, ya, ya vipindi viwili eh, lakini pengine mwenyewe ndio kama tunavyosema ameona kwamba bora apumzike. <laughs> Sasa, inawezekana pengine huko sasa uh, mtaani watu wakaanza kutafsiri ya kwao kwamba uh, huenda uh, mambo ya siasa uh, kwamba kuna, kuna shinikizo la chama ama uh, kuchungulia watu wanaenda kuchungulia kwamba ametasilabaa. Pengine hayo maneno yanaweza siwepo, hayo maneno yapo kwa sababu hata alipoingia Mheshimiwa Samia uh. Watu walitegemea kwamba mama angekwenda na mtu mwingine uh -huh. Lakini pia walisahau consequences kwamba mama singemteua Majaliwa kuwa waziri mkuu kama angemuondoa, maana yake ingekuwa amevunja baraza la mawaziri. Akiondoka waziri mkuu huna baraza la mawaziri, kwa hivyo lazima uunde baraza jipya. Sasa kwa kuleta stability, ameendelea kubaki naye, kwa hivyo kabaki naye na, na, na tushukuru Mungu kwamba tumekuwa na waziri mkuu mtulivu, waziri mkuu mwelewa, amekaa kwa kipindi chote akiwa madarakani. Haku, hakuonekana kwamba ni miongoni mwa watu walioleta migogoro. Mimi nakushukuru sana. <laughs>